Naitwa Maganya Abdul Fadhil Rajabu. Mwenyekiti wa taifa wa Umoja wa Wazazi Tanzania Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Wengine huwa mnatumia haya interchangeably, yaani ngine jumuiya inafahamika zaidi kuliko umoja, lakini huu ni Umoja wa Wazazi Tanzania Jumuiya ya Chama cha Mapinduzi uandishi nimewaita kuongea nani, ili msaidie kutoa sauti ya umoja wa wazazi ambayo inapitia kwangu, kwa niaba ya umoja wa wazazi, wanachama, viongozi ambao za kura umoja wa wazazi. Kama mnavyofahamu, jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan aliongea na Watanzania kupitia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anajizindua, kwa maana ya hotuba ya uzinduzi wa Bunge. Ninyi vyombo vya habari mlikuwepo kwa wingi wenu na mlifuatilia hotuba hiyo. Sasa kilichokuwa kwenye hotuba ile, kama ambavyo mmesikia au kukirekodi na kukipeleka hewani kwenye umma, ndicho kimesababisha mimi kwa niaba ya umoja wa wazazi Tanzania, jumuiya ya chama cha mapinduzi, kukuiteni na kuweza kusema machache. Miongoni mwa machache haya, ya kwanza ni pongezi kwa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba nzuri sana ambayo imebeba ujumbe mahususi kwetu sisi wa Tanzania. Hotuba ile imezungumza mambo kadhaa kwa urefu, lakini kwa uchache mimi nina single out mawili kama sio matatu. La kwanza la kwanza ni utayari wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kuleta maridhiano miongoni mwa Watanzania, lakini mtakumbuka kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi tulikuwa na uchaguzi mkuu katika taifa letu, na uchaguzi ule kampeni zilikwenda vizuri, tukafika siku ya kupiga kura, na kama anavyosema Mheshimiwa Rais mwenyewe kwa mshangao, na sisi wa Tanzania mkiwemo na nini, kwa mshangao mkubwa yalitokea ambayo hatukuyatarajia, zilitokea vurugu siku ile ya uchaguzi vurugu zilizosababisha uvunjifu uh, wa amani, na zikaenda mbele zikasababisha vifo kwa Watanzania na hasa vijana waliojitokeza kwenye vurugu zile, lakini zilisababisha uharibifu wa mali za umma na mali binafsi za Watanzania wenzetu wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilichukua hatua katika kudhibiti jambo hili, na katika kudhibiti huko kulisababisha watu kukamatwa na wakafikishwa mbele za vyombo vyetu vya sheria, na wengine yaani wakafikishwa mahakamani katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Kufuatia hilo, sisi sote tumemsikia Mheshimiwa Rais kama kiongozi, kama mzazi, kama mlezi, kama mfaridi mkuu, miongoni mwa sifa mbalimbali alizonazo kama rais wa nchi yetu, ametoa wito kwa vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe kwamba vinachuja kulingana na uzito wa kosa, watu wa kosa ambalo watuhumiwa wameshiriki wa hadi kukamatwa na waachiwe huru. Sisi kama wazazi sisi umoja wa wazazi Tanzania, wenye dhamana ya malezi, tumelipokea hili kwa mtazamo chanya na tunampongeza mheshimiwa Rais na nirijeshi mkuu kwa hatua hii ambayo ameichukua. Ameichukua kama mama, ameichukua kama mlezi. Lakini kubwa hapa, kuna lugha ikitumia ile lugha kwamba withe madhani hati kwa moyo wa kimama, kwa kuhakikisha kwamba analitibu taifa hasa wako vijana wetu. E, isingekuwa rahisi sana kama asingekuwa na utu, kama asingekuwa na ungwana kuliona hili kwamba, kupitia msemo wa Kiafrika kwamba mtoto akinyea mkono mkono huo usafishwa na haukatu kicho. Hicho ndicho Mheshimiwa Rais amekizingatia na kuamua kutoa msamaha huu. Kadhalika sisi wazazi wa Tanzania tunatoa wito kwa vijana wetu wa Tanzania wenzetu kuacha tabia za kufuata mikumbo na hatimaye kuhatarisha amani yetu. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, nchi hii ni yetu sote, tutaijenga sote kwa pamoja, na hivyo lazima tuenzi amani na utulivu katika nchi yetu. Mwisho sikwa umwingi ni waombe wa Tanzania wenzetu, tuenze, tuendelee kuienzi amani, tuendelee kudumisha utulivu, tuendelee kuleta mshikamano miongoni mwetu na katika nchi yetu, kama ambavyo imekuwa tunu yetu sisi wa Tanzania kiasi kwamba tunapigiwa mfano na Afrika na dunia nzima tukiitwa hiki ni kisiwa cha amani. Nimeona alio waite ni mpongeze Mheshimiwa rais na kumshukuru kwa hatua ambazo amezichukua ikiwa ni hatua mojawapo ya kutibu majeraha ambayo yametokana na vuruu zilizojitokeza wakati hivyo resi wa uchaguzi. Hata hivyo mweshimiwa rais ameonyesha utayari wake kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa moja kama ambavyo ivakuwa huko awali. Zisikii kwamba wala si siuoga wala hili si uoga, si uoga bali maturity ambayo Mheshimiwa Rais ameonyesha ili tuendelee t kadhalika, kwa sababu jambo hili litagusa vijana. Nampongeza Mheshimiwa Rais katika hotuba yake ambayo yeye amesema anapokwenda kuitengeneza serikali, na hapa tumwombee kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu amwongoze vizuri, ili aweze kuwapata wasaidizi wazuri wakiwemo mawaziri, manaibu, makatibu wakuu, kwa kuwa mikoa kadri anavyoendelea kutengeneza serikali, awapate watu wazuri wataka kumsaidia katika kutekeleza majukumu mm yake -hmm. Ngombe Mheshimiwa Rais afya njema na kila la heri. Ngombe dk bado ni chini makamu wa rais, afya njema na siha njema, kila laheri niombee. Dkt. Hussein Al Hassan mimi, kila laheri na afya njema, waziri mkuu mpya Dkt. Mwigulu Nchemba, na sisi Watanzania wote wa umoja uu. Asante sana kwa kunisikiliza.